Namna watoto sitini na wanne wenye matatizo ya kusikia wanatarajiwa kurejeshewa uwezo wa kusikia kufuatia msaada wa vifaa maalum uliotolewa na Binti Mfalme Lalla Asma wa Morocco. Upasuaji wa watoto hao unatarajiwa kuanza juma lijalo katika Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta na Hospitali ya Matibabu Maalum ya Mafunzo ya Moi. Mama taifa Rachel Ruto kupitia mpango wa Voice of the Children alikabidhi vifaa maalum vya kuwasaidia watoto wasio na uwezo wa kusikia kwa wizara ya afya. Watoto sitini na wanne wenye matatizo ya kusikia wanatarajiwa kurejeshewa uwezo wa kusikia kwa hisani ya binti mfalme Lalla Asma wa Moroko. Upasuaji wao utaanza juma lijalo katika Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta na Hospitali ya Matibabu Maalum na Mafunzo ya Moi. MTRH mratibu katika idara ya huduma za matibabu Daktari Ouma Oluga alisema upasuaji huo utafadhiliwa kikamilifu na halmashauri ya afya jamii. In the benefit package we have, uh, the benefits that the Social Health Authority pays for. Each of these procedures will be reimbursed at 358,000. Kenya shillings. That child who's one ear will not say they cannot hear. However, through this kind of initiatives, it comes out that the, co the community is aware that you can actually be able to screen your children so that we can be able to pick them early. Wazazi na walezi wamehimizwa kuwapeleka watoto wao kupimwa baada ya kuzaliwa ili kubaini tatizo la kutosikia mapema na kupata matibabu haraka. Kasi cha Namasha, Darubini.